Mgao wa fedha kwa mageuzi ya sekta ya umma nchini utaathiri kwa kiwango kikubwa mwelekeo wa taifa, lakini ufisadi unasalia kuwa adui mkubwa zaidi wa usimamizi wa mishahara. Mishahara inaendelea kupanda, sio kwa sababu huduma zimeboreshwa, bali kwa sababu sehemu kubwa ya fedha za umma huishia mifukoni mwa watu binafsi. Let us not focus on the wage bill.

mishahara ya watumishi wa umma inatarajiwa kufika shilingi trilioni 1.17 zaidi ya kiwango kilichopendekezwa cha asilimia 35 ya mapato ya jumla ya serikali. 50 for every 10 shillings we collect, uh, 7 shillings should be going to paying debt and the interest that come with that. So already that mathematics has already fallen apart. Ukuaji wa ajira serikalini kutoka wafanyakazi 865 laki mwaka wa 2019 hadi laki 968,425 kufikia Juni mwaka wa 2025 umeongeza mzigo wa kifedha wa serikali huku mifumo ya uwajibikaji ikibaki duni. Japo wote ni watumishi wa umma, wanasiasa wakiwemo wabunge, mawaziri, magavana pamoja na rais na naibu wake, wanafaidi zaidi katika mishahara na marupurupu. Watumishi wa umma wa kawaida hupokea kati ya shilingi elfu ishirini na mia tisa na sita ambayo ni kiwango cha chini zaidi, hadi shilingi milioni nukta sita ambacho ni cha juu zaidi 4 us Almost, I think 40 to 47 percent of the revenues we collect there's just 4 million people and we have got a nation of 24 million working people. Mbali na mshahara wa shilingi 739600 kila mwezi, ana marupurupu ya kuhudhuria vikao vya shilingi 1240 kila mwezi na ya utumizi wa gari wa shilingi 1365525 kwa mwezi. Mbunge huyo ana fursa kuchukua mkopo wa nyumba na gari na bima ya afya ya matibabu isiyozidi shilingi milioni kumi kwa mwaka. Waziri au gavana anapokea shilingi laki tisa elfu tisini kila mwezi mbali na marupurupu, huku mshahara wa rais kila mwezi ukiwa ni shilingi milioni moja laki nne arobaini na tatu mia saba hamsini. Muundo mpya wa mishahara ya watumishi wa umma unakadiriwa kugharimu walipa ushuru shilingi bilioni moja nukta sufuri saba zaidi kila mwaka. Hali hii inazidishwa na ufisadi ambao umetajwa kuwa chanzo kikuu cha tatizo la mishahara na kunakuwa na ukosefu wa usawa na huduma bora. Ni taswira inayozua hasira miongoni mwa wananchi, haswa vijana ambao wamekuwa wakiandamana mitaani kudai uwajibikaji na mgao wa haki wa rasilimali, haswa wanapoona mitandaoni maisha ya kifahari ya wanasiasa. Katika kujibu shinikizo la umma, Rais William Ruto alitangaza kusitisha ongezeko la mishahara kwa mawaziri na wabunge. Hata hivyo, wakosoaji wanasema hatua hiyo inapapasa, ila kiini cha tatizo kingali pale pale. One year ago, William Ruto, wakati jenzi walikufa kwa barabara, ulisema ya kwamba wewe unaenda kupunguza the number of advisers In your government. Katika kufanikisha mageuzi ya sekta ya umma, kumetengwa kiasi kikubwa cha fedha katika bajeti ya 2025-2026. Zitafanikisha kuongeza ufanisi, uwazi na uwajibikaji. Mageuzi hayo yanatarajiwa kuimarisha nidhamu ya matumizi ya fedha kwa umma, kutoa huduma bora, kupunguza ufisadi na kuchochea ukuaji wa uchumi. Ingawa mipango inaibua matumaini ya uongozi bora na huduma, mafanikio yake yatategemea utekelezaji wa dhati, kushinda upinzani wa ndani na kuweka mifumo madhubuti ya ufuatiliaji. Fatma Chidagaya, K24, Nairobi.